Mimi Festo Shem Kiswaga nitagombea ubunge jimbo la Isimani. Festo Kiswaga ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Monduli mkoani Arusha na mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kupitia mkoa wa Iringa akitokea Iringa vijijini ametangaza rasmi nia yake ya kugombea ubunge katika jimbo la Isimani lililopo wilaya ya Iringa akisema kuwa ni wakati wa William Lukuvi kustaafu ubunge kwani amekuwa mbunge wa jimbo hilo kwa kipindi cha miaka thelathini. Kwa wale ambao hawajui mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge wa Isimani kwa miaka 30. Mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge kutoka mwaka 1995 mpaka leo. Nimeamua kutangaza nia kugombea mbunge wa jimbo la Isimani muda ukifika, kwa kuwa mbunge wa Isimani ametangaza mara tatu elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini muda wote huo akisema kwamba anataka malize na awamu za viongozi wetu, mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete, daktari mheshimiwa Daktari Magufuli na sasa hivi sasa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naomba niseme, endapo atagoma kustaafu, sisi wananchi wa Isimani tutamstaafisha kwa lazima. Kwa hiyo ajue kabisa sio kwamba ninamchukia Mzee Lukuvi, Mzee Lukuvi mimi ni kaka yangu, nimejifunza vitu vyake vingi kwake, lakini hii ni kwa maslahi mapana kwanza ya ustawi wa jimbo letu, lakini pia kwa, kwa maslahi mapana ya wananchi wa jimbo la Isimani. Kuhusu nafasi yake ya ukuu wa wilaya, Festo Kiswaga amesema anaelewa taratibu zote zilizowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yupo tayari kuachia kiti cha ukuu wa wilaya huko Monduli ili awe huru kuitafuta nafasi ya ubunge katika jimbo la Isimani. Utaratibu wa viongozi wa serikali na hasa wateule wa, wa rais umeshatolewa utaratibu kwao, tunasubiri ndio maana amesema hii ni nia yangu, muda utakapofika na e, e, tayari ratiba imeshatoka na mimi nimeshaandika tayari kwa Mheshimiwa Rais barua na uhakika utaratibu utafanyika. Nimejipima, muda ukifika nitaeleza mipango yangu, lakini kiukweli, jimbo la Isimani sio tu kwamba mimi, ni wananchi wenyewe ndio watakaoamua. Sio kila umbwa anayebweka ana njaa, bali mwingine anabweka anaonyesha kuna hatari mbele. Ninaitwa Festo Shem Kiswaga. Mimi kwa sasa nimepata bahati ya kuwa mteuliwa Mheshimiwa Rais. mimi ni mkuu wa wilaya ya Monduli, pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa kupitia mkoa wa Iringa na hasa Iringa vijijini, lakini pia mimi kwa taaluma ni mhifadhi. Leo hii nimeona nikutana na nyinyi waandishi wa habari kutoa jambo mahususi zuri linalohusu jimbo la Isimani. Ndugu zangu, jimbo la Isimani ni moja ya majimbo ambayo yako mkoa wa Iringa. Jimbo hili limesheheni rasilimali nyingi sana kwa ajili ya kuendeleza watu wa Isimani. Kwa sasa, jimbo hili ni moja ya majimbo ambayo yamepata mabilioni ya fedha kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ninaomba nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais mama hodari, muungwana, mwanamapinduzi, mwanademokrasia, lakini pia mfundi wa kuongeza na kukuza uchumi kwa kupelekea Watanzania kuwa vifua mbele katika kuhakikisha kwamba uchumi wake unakuwa. Mimi kama kijana ninaomba nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Isimani Mheshimiwa William Bangimembe Lukuvi, waziri katika ofisi waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge. Mzee huyu amefanya mambo mengi sana katika jimbo letu la Isimani. Ninaomba nimpongeze kwa sababu, kwa wale ambao hawajui, Mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge wa Isimani kwa miaka 30. Wengi wenu hapo waandishi wa habari, wale ambao umri uko chini kidogo, mlikuwa hamjazaliwa. Naomba nimpongeze sana kwa sababu amejitahidi sana kuhakikisha kwamba jimbo lile linapata maendeleo, lakini pia nipongeze wananchi kwa kumvumilia na kumpa kula kwa vipindi sita. Mheshimiwa Lukuvi amekuwa mbunge kutoka mwaka 1995 wakati vyama vingi vinaanza mpaka leo. Nimeamua kutangaza nia kugombea ubunge wa jimbo la Isimani, muda ukifika. Ninaomba nisisitize, muda ukifika wa chama kutoa ruhusa, ambayo tayari ratiba imeshatoka, mimi Festo shem Kiswaga nitagombea ubunge jimbo la Isimani na hii ni baada ya Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi kutangaza kutogombea tena mwaka 2020. 2020 alitangaza, aliwatangazia wapiga kura mimi nikiwepo, lakini pia aliwatangazia wakati wa kufunga kampeni za uchaguzi wa ndani, lakini pia alikuwa kwenye kikao cha baraza madiwani, aliaga, lakini pia mimi mwenyewe kama Kiswaga aliniita Dodoma katika ukumbi wa Shoppers Plaza akanaambia kwamba anawashukuru sana wananchi wa Isimani wa, kwa kumvumilia kwa miaka thelathini na kwamba sasa ameamua kustaafu. Na mimi kama kijana niseme safari hii basi atekeleze ahadi yake, kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi alitangazia wananchi wake kwamba alikuwa naaga aga kipindi cha mwisho, lakini elfu mbili na kumi na tano alichukua fomu, kwa hiyo Hakustaafu kama alivyosema, na ilipofika mwaka 2015 na wakati nachukua fomu mimi ni wenzangu, alitangaza kwamba 2020 hatachukua fomu. Mimi nilikaa naye sio mara moja, sio mara mbili, na akasema kwa kweli kwa kazi aliyoifanya inatosha. 2015 hapo 2020, mimi sikuchukua fomu, sikuja kugombea. Sikuja kugombea kwa sababu mbalimbali mbali, lakini baada tu ya kuchukua fomu yeye katika uchaguzi wa ndani alitangaza pia kustaafu kwamba elfu mbili na ishirini itakuwa mara ya mwisho. Ndugu zangu, naomba niwaambie kwamba ni mshauri kwa, kwa sababu kwa hii historia niliyosema, maana yake ni kwamba ziko dalili kwamba anataka pia afanye kitendo kama hicho alichokifanya mwaka elfu mbili na ishirini. Nasema hivyo kwa sababu ameaga mara tatu kutogombea, lakini amerudi kugombea. Ninaomba niseme sisi kama Wanaisimani kwa niaba ya wananchi ambao wameniomba kwamba muda ukifika nijaribu kuchukua fomu, naomba nimwambie kwamba tunamshukuru sana, amefanya kazi nzuri. Tunaomba aweze kustaafu kwa heshima na kuachia vijana, na hii itasaidia sana endapo vijana tutakuwa tunayumba, hata tushauri akiwepo. Kiukweli dalili zinaonyesha kwamba ameanza kutuma vijana wake kwa nguvu, akieleza kwamba ametumwa na mheshimiwa Rais. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, Dodoma juzi. Waandishi wa habari nyinyi ni, wa, ni wafukunuzi, mlisikia kwamba mheshimiwa rais hajamtuma mtu yoyote, na ndio maana mimi napata nguvu kusema kwamba wananchi wa Isimani, ninaomba ushahidi ambao mheshimiwa waziri William Vangimembe Lukuvi aliutoa kwamba hata gombea. Mheshimiwa Lukuvi toka aliposhinda 2020 hajawahi kufika jimboni kwake wala kufanya ziara na hata ilikuwa inatokea miradi ikitokea, kwa mfano Pawaga, kulikuwa kuna, kuna matatizo ya mifereji, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anakupitia ana, katibu wake Mheshimiwa Tom Malenga Lukuvi ananiagiza mimi niweze kusaidia. Kwa mimi nimekuwa mlezi wa jimbo kwa kipindi cha miaka hii mitano kwa maelezo kwamba yeye yeah, anapumzia na, na tulipokutana Dodoma elfu mbili na ishirini na mbili wakati ameniita Shoppers Plaza saa mbili na dakika 32 jioni alieleza kabisa kwamba kama sina taarifa basi nipate taarifa ya hakika kwamba miaka 30 inatosha, na yeye basi ataachia watu kazi ambazo zitakuwa hazijafanyika, basi mbunge anayokuja atafanya. Kwa hiyo naomba niseme kwa kuwa e, kinywa huumba, basi safari hii wananchi wa Isimani wameisha tayari niletea maombi na mimi nimeitika, lakini pia hii imejitokeza hata hivi karibuni, ambapo wamechukuliwa zaidi ya watu mia sita kupelekwa bungeni na wakiwa kule wamefanya mikutano ya kuamanisha kwamba anafikiria kurudi. Lakini pia hivi tunavyozungumza, huko vijijini, hata juzi na jana, zinagawiwa kanga hizi vitenge, sio kanga, vitenge hivi, kila mpiga kula wa kupiga kula zaidi ya elfu tisa wanapata vitenge, wanapata vitenge hivi kwa, ma kwa maelezo kwamba wabadilishani na kula za Mheshimiwa Lukuvi kupitia makatibu wake wawili Chota Masege pamoja na katibu wake mwingine ambaye yuko upande sasa upande wa Pawaga. Sasa mimi niseme, ndugu waandishi wa habari, pelekeni salamu kwamba wananchi wa Isimani wanasikitika sana kwa kitendo ambacho anakifanya Mheshimiwa Lukuvi kwa sababu kitendo cha kupeleka nguo vitenge hivi na kuwaambia kwamba vitenge hivi ni mabadilishano kati ya kula mwezi Agosti kinaenda kinyume na dhamira yake aliyosema kwamba anataka kupumzika. Kwa hiyo ninaomba niseme na mshauri kama alivyoahidi mbele za wananchi, kama alivyoahidi mbele ya, ya baraza la madiwani, na ushahidi ninao, kama alivyoahidi mbele yangu ya mimi baada ya kuwa ameniita Dodoma Shoppers Plaza, ninaomba tekeleza ahadi yake, kwa sababu kiukweli jimbo la Isimani limekosa usimamizi wa karibu, kwa sababu hata ziara zenyewe katika kipindi cha miaka mitano hazipo. Ziara zimekuwa zinapatikana pale ambapo viongozi wakubwa wa, wa nchi wanakuja, lakini kutembelea wananchi kumekuwa hakupo, kwa wananchi wanakosa ile huduma muhimu. Mimi niseme kwamba, ndugu waandishi wa habari, hata wakati wa uchaguzi ndani ya chama mi nimeanza kusaidia na kupambana na wenzangu kuanzia ngazi ya balozi, tawi, kata, wilaya mpaka mkoa na nimepata uh, hati za pongezi kutoka ngazi ya balozi, ngazi ya matawi, ngazi za kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Viongozi wakubwa kabisa wamenipa hizo, hizo, hizo, hizo, hizo, hizo, hizo nishani kwa sababu ya kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unakamilika. Kwa hiyo niendelee kuwa kuwashukuru sana waandishi wa habari ambao ninajua ni waandishi makini. Haya ninayosema mnaweza mkayatafuta kwa wananchi wa Isimani. Hakuna mwananchi wa Isimani ambaye hajui. Ndiyo maana wamenituma kupaza sauti zao kwamba wakizungumza kwao kule wanatishwa na viongozi wa serikali, wanatishwa na makatibu wake, na hata mwisho kabisa kumsingizia Mheshimiwa Rais kwamba kamtuma mimi niseme, kwa sababu Mheshimiwa Rais kwenye kikao kile alikana kata, kata kwamba hajamtuma mtu kuja kugombea, na mimi nasema sijatumwa na mtu yoyote, nimetumwa na wananchi ambao ahadi zao za mbunge wao kusema kwamba anaacha mara ya mwisho zimekuwa zina mwendelezo huku wakiumia, kwa sababu akishashinda kwa kweli haonekani kwenye jimbo lake ambalo wananchi wamemwamini. Kwa hiyo niwaase wanaIsimani, wana, wana waendelee kufanya shughuli zao mbalimbali kwenye jimbo lao na kwamba ahadi ambayo Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyowapa ya, ya kustaafu nina, nina, nina imani ataitekeleza. Na kama hatafanya hivyo, basi wananchi wa Isimani watafanya maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi ambayo itabidi yakubali tu kwa sababu hawatakubali tena kudanganyika tena. Mwisho, nitoe ushauri fuatao. Kwa kwanza ni mshauri mzee wetu William Vangimembe Lukuvi kwa mwaka huu asimamie ahadi yake ya kupumzika kugombea kama alivyoahidi na kama alivyosema ambavyo nimeeleza hapo juu. Namba mbili, Mheshimiwa mbunge wa Isimani, William, Mheshimiwa William Mwembe Lukuvi ambaye ni waziri pia katika ofisi, ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, aache kutuma vijana wake na hasa makatibu wake wanandaso na chotamasege kuwatisha viongozi wa serikali na Chama cha Mapinduzi kwamba mheshimiwa waziri ana uwezo wa kuwafanyia chochote wananchi maskini wa jimbo la Isimani. Aache, kwa sababu wananchi wanajua alishawaaga na kwamba hawatatishika na vitisho hivyo. Na mimi kama msemaji wao nime, nimeamua nilete kilio hiki mbele ya nyinyi vyombo vya habari ili watanzania wajue na wana Isimani wajue na wana Iringa wajue. Na tatu, mheshimiwa mbunge, nashauri sana atimize ahadi yako ya kupumzika vyeo hivi. hivi vyeo vipo tu ni vema busara ikakuchukua ikaku, kwamba e, muda ambao uliosema hata hivyo umevumiliwa na mimi, kwa mdomo wako ulitamka moja kwa moja kwamba Kiswaga rafiki yangu, mimi nasema miaka thelathini, naomba nirudie huku nikabidhi jimbo, ila ulisema miaka thelathini, kwa mimi ni kama shahidi tu, maana sii katafusiwa kwamba nilipewa niliambiwa ni, ni, ni, ni kwamba bwana nakuachia. Hapana, mimi naamua niseme ni tu kwa niaba ya wagombea wengine wote wa jimbo la Isimani. Najua muda ukifika watu wengi watakuja kugombea. Viongozi wa serikali fanyeni kazi kwa, kwa kumwelezea mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amefanya kazi kubwa sana kwenye nchi hii. Ach, acheni kufanya kazi ambazo ni kwa ajili ya manufaa ya mheshimiwa mbunge, kwa sababu kufanya hivyo maana yake kutawaondoa nyinyi katika kufanya kazi za serikali baadaye mkaanza kufanya kazi za chama. Na hapa niseme wa, wa, wafanyakazi wote wa serikali, lakini hata wale ambao ni wa chama waache kabisa kutishia viongozi wa chama na serikali, na hasa viongozi wa tarafa, na hasa tarafa Idodi, mwenezi mstaafu, kijana kijana wangu, rafiki yangu Makala Mapesa, ambaye ameacha kutimiza maendeleo ambayo ametumwa na mheshimiwa rais kuhimiza maendeleo wananchi, ameanza kutishia viongozi wa chama na serikali kama afisa tarafa kwamba ametumwa kwamba mweleze kwamba ikitokea jambo lolote basi atashughulika na watu ambao watakuwa hawamesemi vizuri mheshimiwa mbunge. Mimi naomba niseme kabisa, mwisho mwisho kabisa, wanasema uungwana ni kitu kizuri sana. Wako wazee ambao hawakufikisha hata miaka 30 na hawajawahi hawa, hawa kuahidi kwamba wataacha wamepumzika. Kitendo cha kukaa miaka 30 pia na pia na kung'ang'ania tena kuja kugombea huku ukitoa ahadi ambazo sio sahihi. Mi ni shauri kwamba sio sawasawa kwa sababu huwatendei haki wananchi. Sio kila umbwa anayebweka ana njaa, bali mwingine anabweka, anaonyesha kuna hatari mbele.